Kusema kabisa, tumefika wakati mzito ambapo tunahitaji kusituana, tunahitaji kuambiziana. Nyaraka zinasema juu ya Yesu. Watu leo, kuna matatizo. Mimi nilikuwa na hubiri katika mji wangu wa Tunduma, nilikuwa na mikuti ambayo nitaianzisha katika mji wa Iwambi. Kuna zana zinakwenda kushuka juu ya Mwasumbi. Ukiona nazunguka na gari la kuhubiri injili, ujue kwamba ni yale Mungu alizungumza kwamba lazima Injili ya mwisho ihubiriwe. Injili ya sasa watu wanahubiriwa uponyaji, lakini roho zao zimekufa. Mwili huu hata ukioza, lakini roho inaenda tu. Mungu akuandaye roho yako unapoimba kwaya unapotembea kanisani, unapokuwa mbele ya mchungaji wako, unapokuwa na viongozi wako, nataka nikutahadharishe. Urusi ni taifa la ajabu sana, mchungaji. Kesho ukiwahi, nitawafafanulia mambo ya ajabu sana, lakini mimi sipendi kwenda kwa kupoteza poteza muda, wakati tunamngoja Yesu anakuja. Biblia inasema atakuja usiku usiku ni wa namna gani? Maana yake watu watakuwa hawaombi, watu watakuwa wamelala kiroho. Usiku maana yake ni hivi, sio kwamba kweli Yesu atakuja usiku wa giza. Maana ya neno hilo kiroho, maana yake watu watakuwa wamelala kiroho. Hakipo, wanaona tu mavazi, wanaona tu suti, lakini roho zao zimekuwa marehemu. Watu wanaweza wakaimba lakini hawajui unabii wa maandiko uliotabiriwa ni, ni unabii mzito watu watu pamoja na Yesu Kristo. Sasa hivi nasema, nilikuwa nimegusa jana Mungu aliposema nami wakati nimeumwa kwa mara ya kwanza, nilikawa nimeugua kiasi kizito sana, lakini nikauliza maswali, ni muda wangu wa kuondoka au namna gani? Mbona nimeumia sana mwinu umezofika, Mungu akasema hivi, Mwasumbi unatakiwa sasa, yale uliyoyahubiri miaka imepita sasa. Maana yake wamechanga michango kwenye makanisa, lakini wanakuta hakuna kitu. Lakini baadaye watu wanataka kula neno la kuwapaisha juu, maneno ya kuwaza watu ni yale yanayoleta vita, shangilia ya nguvu ya China la Yesu Kristo unabii huwa leo. Mfalume wa kaskazini amejitokeza. Siku moja Putin akasema neno zito, akasema Amerika, Amerika nakwambia, ukicheza na mimi nina silaha nimeziweka, nitaipiga Amerika mpaka mtachanganyikiwa. Waliposema vile, wakanyamaza. Wewe piga mahesabu kwa nini nchi zingine wazungu wanaingia haraka, lakini Urusi wale ni watoto wa Nuhu, ni hatari, wataleta mlipuko wa dunia. Kwa hiyo tunachokiangalia, Yesu alisema hivi, shariti injili ihubiriwe, ndipo ule mwisho uje. Kwa hiyo natangaza mimi, nikuwa pale kanisani kwa mama nyumbani nimemwambia wafundishe vijana. Saa hizi vijana wamenunuliwa spika, wanaanza kutembea sokoni, ilikuwa ni zamani. Leo hii ukitaka kujua kanisa lako liko hai, wapeleke vijana wakahubiri sokoni. Make kama wako kiroho kweli, watashangiliwa na watu, lakini kama hawako kiroho watasema yule ni mwenzetu, naye yupo hapa. Mtu ni rahisi kuimba hapa, lakini mpeleke kahubiri kule, hataweza kabisa. Wanahitaji ufufuo, na ufufuo ni jina la Yesu. Ufufuo ni Yesu Kristo. Ufufuo ni kitu cha uzima ambacho ni jina la Yesu Kristo. Shangilia nguvu ya jina la Yesu, ni kitauamsha makanisa ya leo. Ratiba zinapangwa za maombi ya kumsaidia amwone Yesu, lakini wapi, watu wanakwepa. Nataka nikuambie, Urusi Urusi na Israeli Israeli, mfalme wa kusini, mfalme wa kusini ni nchi ambazo zitaungana baadaye, lakini mfalme wa mashariki, mfalme ambaye Yesu alisema ni Israeli, mtawala ambaye leo anatikisa dunia. Kanchi kadogo mbea, hii ni kubwa lakini kale kana shida na ulimwengu. Ulimwengu haumwezi Mwisraeli. Ni hatari kwa sababu gani? Ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu nachotaka kuambia, ukiandaa roho yako kanisani, hutalazimishwa kwenda. Ukiandaa roho yako utajua maana ya kuimba. Wale wanaoimba hapa wanacheza, ingawa kucheza Watu wengi wanasema kwamba cheza kama kama Daudi alivyovua mpaka nguo zilianguka. Hawajui kwamba Daudi alivaa nguo zile, zilikuwa aina tatu kwa mkupuo, yani kanzu zile, kimvingine vitambaa. Sasa wewe cheza hapo, uangushe suruali yako kama utaendelea. Msiige vitu ambavyo kimwili vitaleta shida. Wewe iga mambo ya rohoni, cheza kiroho na tikisa madhabahu ya Shetani. Fanya chochote kile. Nataka niwaambie kanisa la leo linachokihitaji ni kumngoja Yesu, anakwenda kutokea ghafla. Vita vyote vinavyotangazwa, maisha yote ya watu wanaolala kwa silaha, ni ufunuo wa Maandiko. Kinachotakiwa sasa ni kuangalia maisha yangu, nikikatika nitaenda wapi? watu wengi anapotamba mitaani anaona kama ni wa kudumu, lakini hakuna mtu ambaye amezaliwa pua imegeukia juu, wote ni chini. Maana yake akiwa ikigeukia juu hata anaweza kwenda hata kwenye maigizo, kwa sababu atakuwa kituko. Lakini wote pua zetu zimeelekea chini, ardhi. Maana yake mwanadamu siku ya kufa Naweza kupiga swali hapa. Kuna mtu anajua usiku aligeuka mara ngapi? Hakuna. Maana yake Mungu ndiye anayejua, ndiye anayetoa roho, na akitoa roho, kwa hiyo anasababisha watu kusema amekufa. Kwa hiyo vijana waliolemewa na mizigo ya dhambi zinawasumbua, tunatoa tangazo Njoni kwa Yesu. Yesu anaponya, Yesu atakubadilisha. kuna makao baadaye ambayo sio ya kushua pesa, ni makao ya kutamba mirere. Nataka niwaambie, kuna watu mara nyingi nimewaambia watu, ukitaka kujua wewe ni wa kuondoka duniani ni kioo. Kwa nini unajiangalia toka Januari mpaka Desemba? Ni kwa sababu sura yako huna uhakika nayo. Mwingine mpaka kodoe macho. Wamama wanatembea na tutochi mfukoni, wanaweka na, si, na, na, na, na, na, na, na, na kioo mle, ili atacheka kutoka kabwe mpaka nyumbani kwake, aonyeshe kicheko cha namna gani? Maana yake kioo kile, kama tungekuwa na uhakika wa sura za kwetu, tungekuwa tunaangalia January mpaka mwaka kesho lakini kwa sababu hatuna uhakika, ndiyo maana mtu mwingine unaweza ukajicheka hata sura yako kwamba ni nini kweli. Maana yake mwanadamu mwisho wake umekaribia, kinachotakiwa jipeleke kwa Yesu, ishara ya Urusi, ishara ya dunia. Ambayo ningekuwa na muda ningekueleza, ni muda mzito. Yani sasa hivi unapokwenda kanisani siku zako miguu yako inakanyaga unapotembea mjini, miguu yako inaenda hivi, mguu huwezi kwenda mguu, unaenda hivi, watu watakushangaa, lazima ufanye hivi. Maana yake kula unakokwenda hatua zinapungua za huko. Maana yake sura yako utakuja kuona siku ambayo watu hawajui baada ya kifo, nakwambia utayajua mwenyewe. Waswahili wanasema utajiju ndio maana mtu anakwenda mwenyewe, anaacha ndugu zake, anaacha mali zake, wengine wanaacha hata pochi za hela mamilioni kwenye benki, lakini hakuna hakugawa. Nataka nikuambie, mwanadamu mtaalamu yoyote hawezi kusema nimesoma najua siku ya kufa mtu, hamna. Utasikia mganga, ukienda hospitali, daktari anasema, bwana, ugonjwa huu unaenda kanisani hasemi, naenda kwa Yesu. Wewe unaingia kanisani, kumbe Yesu hapatikani kwako. Unatakiwa utubu dhambi zako, sura yako inatakiwa na Yesu ote. Huwa nafua nikiwa na nafasi, nafua nguo zangu, nafua na za mama Beti. Sasa akina mama Beti, nguo zao sasa hivi zimerudi enzi za zamani, mgauni moja ni mzigo, lakini unakuwa mingi nazifua kwa muda mfupi, lakini zinakuwa vizuri. Akaja mchungaji mmoja, akaingia pale, mzee Mwasumbi, unafua nguo zote hata za mama? Nikasema eh, kwani jina la Mwasumbi linabadilika nikifua hapa mimi? Wakati mwingine nasemaga nikusaidie kupika. Unajua, kuna watu wanazidi akili ya Mungu, yeye ya akiwa mwanaume anazidi kupanda ngazi, kumbe kimaandiko ni kusaidiana. Mungu aweze kukusaidia uweze kubadilika. Akili yako inatakiwa na Kristo, ufahamu wako unatakiwa na Kristo, ukijua muda wa kutoka dunia ya sasa umekwisha kufika. Mungu awabariki jioni ya leo, simama mahali ulipo. Hallelujah, Hallelujah.